Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kupinga ajira kwa watoto, tunabisha hodi Tanzania, kusikia harakati za mashirika ya kiraia za kuondokana na utumikishaji wa watoto. Baada ya kutembelea zile familia, nilikuwa naona wale watoto hawasomi, mama akicha asubuhi kwenye pango, baba naye shatelekeza familia, kwa hiyo nili niliona watoto wakienda shule yani, ndio taifa la kesho. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili tunakuletea maana ya maneno mbeuzi, mnyanywa na machagu. Karibu. Leo ni Alhamis ya tarehe 12 ya mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ni siku ya kimataifa ya kupiga marufuku utumikishaji wa watoto. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina na inamulika harakati nchini Tanzania za kuondokana na utumikishaji wa watoto. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji Anold Kayanda. Asante Flora. Watu waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na vita, ukatili na mateso duniani kote imefikia kiwango cha juu cha kutisha, hasa wakati huu ambapo ufadhili wa misaada ya kibinadamu unapungua kwa kasi, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR iliyotolewa leo leo kuhusu mwelekeo wa ulimwengu. Kufikia mwisho wa Aprili mwaka huu, kulikuwa na watu milioni 122.1 waliolazimika kuyahama makazi yao kwa nguvu ikilinganishwa na watu milioni 120 mwaka uliopita katika kipindi kama hicho. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kupinga ajira kwa watoto, utafiti uliofanywa na mashirika ya Umoja Mataifa, lile la kazi duniani ILO na la kuhudumia watoto UNICEF unaonyesha licha ya hatua zilizopigwa, ajira kwa watoto bado inaathiri watoto milioni 138, duniani kote, kati yao milioni 54 wakifanya kazi hatarishi ambazo zinaweza kuhatarisha afya yao, usalama wao na maendeleo yao kwa ujumla. Mfano, Adama Sandi, binti mwenye umri wa miaka 12, wa huko Sierra Leone, anafanya kazi katika machimbo ya mawe. Anasema wanalazimika moja kwa siku. Na mwingine ni Vandi Koroma, naye umri wa miaka 12, yeye anauza mkaa na anatoa wito kwa serikali kuweka mazingira mazuri ili watoto wasifanye kazi hizo na nchini Sudani Kusini, watu wako katika hatari ya njaa katika miezi ijayo kutokana na kuongezeka kwa mapigano katika jimbo la Upper Nile. Utafiti mpya kutoka katika mfumo wa uainishaji wa viwango vya uhakika wa chakula IPC unaonyesha kudorora kwa hali ya chakula na lishe katika maeneo ya Sudani Kusini yaliyoathiriwa na mapigano katika miezi ya karibuni. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Flora. Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda Tanzania kwa kijana mlumbi wa lugha ya Kiswahili Joram Mkumbi. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka new York sauti.

Unafuatilia habari za Umoja wa Mataifa zinakujia kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN, lakini pia televisheni mbalimbali washirika wetu, na unaweza kutembelea wavuti wetu news un org mkwaju sw kwa taarifa pamoja na makala. Naitwa Flora Nducha, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina kama nilivyokujuza kuwa leo ni siku ya kimataifa ya kupiga marufuku utumikishaji wa watoto, ambapo shirika la Umoja Mataifa la Kazi Duniani, ILO linasema maudhui ni maendeleo yako dhahiri, lakini bado kuna mengi ya kufanya. Hebu tuongeze kasi sasa katika kumulika maendeleo yaliyopatikana. Nampisha Everest mapesa kutoka Tanzania atufahamishe kinachoendelea ili kuwaepusha watoto kutumikishwa. Kwako Everest. Majira ya saa nne za asubuhi Milka Yohana huanza kufanya shughuli za nyumbani kabla ya kuandaa somo la malezi na makuzi ili kusaidia watoto wasitumikishwe. Kwa hiyo sasa hivi nilikuwa nikiona ile watoto hawasomi, wanaenda ziwani, wanavua samaki, wazazi wanakuwa, ilikuwa inaniumiza sana. Niligundua baada ya kutembelea zile familia. Nilikuwa naona wale watoto hawasomi, mama kila asubuhi kwenye pombe baba naye shatelekeza familia. Kwa hiyo ni niliona watoto wakienda shule yani, ndio taifa la kesho. Milka alipewa mafunzo na shirika lisilo la kiserikali la Aman Girls lililopo hapa mjini Mwanza. Sasa amefanikiwa kuokoa watoto 25 waliokuwa wakifanyishwa kazi za uvuvi na kilimo. Baada ya kukamilika kwa mahojiano yangu na yeye, ananiongoza hadi katika moja ya familia ambayo mtoto mdogo mwenye umri wa miaka saba hakuwahi kabisa kupelekwa shuleni; badala yake alikuwa akielekea ziwani kufanya kazi za uvuvi ili kupata chochote kitakachosaidia kuendesha maisha ya familia yao. Mwanaidi, si jina halisi la mama huyu, nimempa jina hili ili kulinda utambulisho wake. Yeye ni mama mzazi wa Julius, ambaye naye si jina lake halisi. Kwa kweli mtoto wangu alikuwa aendi shule kwa sababu maisha yangu ni, yani yalikuwa magumu sana. Nguo za shule hamuna kura kwenyewe kwa shida yani, kama vile namtegemea tu Mungu. Misaada misaada, labda wanakupa au unapewa ka kitini ka mahindi au kilo moja ya unga. Sasa kwa kweli eti pata karabani kanguo za shule nini, kwa kweli kwa sina mtoto baadaye. Akawa anajichanganya na vitoto vya mitaani vingine ambao sifahamu, kawa naenda wakokozi wa kigoa kako ziwani. Anaanza kuokota okota tule tufurufuru ture, tufuru ture wanato bakiza kanaleta katoto. Tunafanyeje? Tunakula jinsi ulivokua. Namwona mtoto anaenda uko uh, ziwani kwenda kufanya hizo kazi mbali mbali ili aweze kueta chochote. Ukiona jinsi nikuwa eh, naumia sana, mpaka nikuwa nimefika stage naanza kujiria peke yangu kama vile nimefiwa wa ugumu wa maisha wakazi wa eneo hili la Nyamatongo na, na viunga vyake hutegemea zaidi kilimo na uvuvi ili kuendesha maisha yao ya kila siku katika kipindi cha miaka miwili iliyopita baadhi ya wazazi na walezi hawakuwa na mwamko wa kuwapeleka watoto wao shuleni kutokana na umaskini milka anasema haikuwa kazi rahisi kueleweka kwa wazazi waliokuwa wakifanya vitendo hivyo niliambua kwa kwanza cha kwa kwanza mimi ni mjinga cha pili kabisa neno ambao niliambiwa kwamba yaani, wewe hawezi kulala ndani, endelea kunifuatilia maisha yangu, mimi nitakuroga. Yani swala la uchawi hilo liliniumiza sana na upumbavu, lakini kwanza, kama vile mafuta tu yaliniumiza yani, yani, yani, yani, kwa kweli, nikawa rahisi kurogwa, ntafanywa msekule hapa, lakini kasema n hata kwetu wapo Pambana mwisho wa siku, waliposhinda. Mi siku hizi ndo wanaita mchawi, kale kachawi. Sasa matunda ya kuielimisha jamii yameanza kuonekana mwaka huu, kwa Julius kuanza darasa la kwanza. ka naenda ziwani, naenda kuokota vifuru vile vilivyobakizwa na nanani na waroaji. mama alikuwa na hela ya kununua chakula ndo nilikuwa naenda kuokota vifu tunakuja tunapika na kula. mwaka jana umesema kwamba ulikuwa uendi shuleni. kwa nini ukwenda shuleni? sababu ya vifaa, hela, lakini mama alikuwa ana hela, ndio akaja. sasa hivi akapata hela akaninunulia vifaa vya shule akanipeleka shule nikasoma. Ndio sasa hivi nimeanza kusoma mwaka huu. Serikali ya kata kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa yakitoa elimu kwa jamii ya eneo hilo kuwapeleka watoto wao shuleni ili kutimiza lengo namba nne la malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa, SDGs kuhusu elimu bora kwa wote ifikapo mwaka 2030. Uh, ni kwa sababu ilionekana watoto wa, wa ule mtaa pia na wenyewe hawashiriki; yani shuleni hawapo, ila wako wanafanya kazi, lakini ule ni umri wake ambao anatakiwa awepo shuleni kwao, tuliona ni lazima mtoto ile awepo shuleni aweze kupata zile huduma jumuishi ili aweze kukua katika utimilifu wake. Kwanza wanatakiwa watambue umuhimu wa mtoto shule ni upi, wafahamu kitu cha kwanza hicho, lakini pia pili, wazazi wanapaswa wasi, wasifiche changamoto wasizifiche wakakaa nazo ankuta yani, changamoto anaogopa ku expose kwa watu wengine kwamba labda itaweza kumletea shida, akabaki nayo, atoke nje azungumze. na baada ya kuanza kusoma shule Ulijisikiaje? Nijisikia vizuri kweli. Eh, kwa nini? naanza kusoma. Hmm. Hmm. Na ndoto yako wewe, unataka kuwa nani? Mimi nataka hmm, kuwa askari. Shukrani sana Everest Mapesa kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili hii leo. Mchambuzi wetu wa Kiswahili ni Joramu Nkumbi kutoka nchini Tanzania, anafafanua maana ya maneno mbeuzi, mnywanywa na machagu. Ndugu Mswahili, nataka nkueleze aina tofauti tofauti ya watu na majina yao. Kuna huyu mtu anaitwa mbeuzi. Mbeuzi ni mtu anayependa kuchagua chagua mambo, ukimpa hili hataki, ukimpa lile hataki, anaitwa mbeuzi. Na jina jingine pia anaitwa mnywa nywa. Mnywa nywa mtu kuyaonea kinyaa mambo yote, anaona kinya kinya tu, mchaguzi, mchaguzi tu. Na pia jina jingine anaitwa machagu. Machagu ni unaona, kutokana na kuchagua chagua, anaitwa machagu, mchaguzi sana mtu yule. Kwa hiyo mbeuzi Machagu na mnywanywa hawa ni watu wanaopenda kuchagua chagua mambo sana. Wana kinyaa ya mambo, hawatosheki, hawariziki watu hawa, hawa, hawa. Shukrani sana Joram Nkumbi kwa elimu hiyo. Basi nami na kunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa vipindi vyetu vya redio, kumbuka vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari hizi pamoja na video nyingine kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN kwenye ukurasa wetu wa X rambaza habari za UN. Usisahau kupakua pia app yetu ya habari za UN kupitia Play Store na App Store. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha na kutakia amani na kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.